Mimi sina swali, nina ombi. Ombi langu liko upande wa michezo. wewe ukiwa waziri wa vijana, maana michezo lazima uzingatie. Timu yetu ya Saza FC na timu zingine zimepata wadau wengi wa kulima uwanja shule ya msingi Saza, ila siasa inatawala katika majukumu ya utekelezaji. Hapa Saza tuna watu wenye pesa wanaoweza kulima uwanja hata kuweka carpet lakini siasa inaingilia kati, akitaka kulima anaulizwa anataka nini. Ombi langu sasa, ukiwa waziri wa vijana, tubebee hili swala, ongea na mkuu wa wilaya lile swala letu, ahidi atutekelezee na kutulimia uwanja wetu wa shule ya msingi sasa, na kama ana uwanja mwingine ambao anaweza kutulimia, akalime uwanja mwingine kama anaona na banana. Kwanza nawashukuru kwa kombe mmezungumza. Wakati naandaa hii ziara, nimepita maeneo, nimesikiliza hoja ambazo ni za msingi sana sana tunaongea mambo mazito na mambo ambayo haswa sisi kama viongozi wa serikali ndio tunatakiwa kuyafanyia kazi. Sasa hapo mambo machache ambayo nataka niashughulikie hapa nipate majibu yake na ufuatiliaji tuweke hapa hapa. Kuna swala michezo limezungumzwa, kuhusu uwanja unataka kujengwa, kumekuwa kuna changamoto katika hilo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ambao usimame utueleze changamoto ni nini? Hawa vijana wakishafanya kazi zao wanatakiwa wakaburudike, ndio maana kwa kijana. Mheshimiwa waziri jambo hilo nalifahamu na liliwahi kuhudhuria fainali moja hapa kwa Madini na Sasa FC kama sisi, dau moja akalifata akasema yuko tayari kuweka nyasi bandia, lakini eneo lenyewe anayoongelea ni hili hapa nyuma, kuna shule ya msingi, kwa hiyo pale haiwezekani, lakini kijiji kimetenga eka karibu arobaini na mbili kwa ajili ya kujenga uwanja pamoja na mambo mengine kinachotakiwa ni kijiji chenyewe, serikali ya kijiji kukaa na kubariki neno hilo, lakini hamjakaa, si ndio? Kwa hiyo liko hapa hapa kijijini, serikali ya kijiji kukae mubariki matumizi ya eneo lililotengwa, ndivyo lilivyo? Sawa. Sasa moja ya falsafa ya hii wizara ya maendeleo ya vijana ni kushughulikia mambo kwa kasi. Haya mambo ya kujadili mambo, tunarudi tena hapa tena tunakuta mnajadili kitu kilekile. Mheshimiwa Rais ya mambo hataki kabisa. inachukua nini kukai? Au hataki au kijiji? Mtendaji vipi? kwa nini amjakaa? Asante Mheshimiwa waziri, swala hili limefika ofisini kwangu na niliita serikali ya kijiji tukakaa. Bahati mbaya sana serikali ya kijiji hawakuwa na eneo la wazi. Eneo liliokuwepo nilikuwa nina wazee wa mila. Wazee wa mila tuliwaomba wakatoa ekari 32. Baada ya kutupa ekari 32, kwenye zile ekari 32 ziko kitongoji cha Makapini, ambapo sasa lazima tutenge eneo lile la uwanja wa mpira. Kwa sababu mimi nilishauri wakati nafika tutenge uwanja pale juu ambao kulipimo na halmashauri pati mbaya alikao kwa kwenye pango mji. Kwa sasa tulichonacho ni kwamba lazima tupeleke kwenye mkutano wa hadhara wananchi wabariki kama wazee mimi walivyotaka kwenye mkutano wa hadhara ili ule uwanja upate kutengenezwa. Ni kweli kabisa vijana wanapata changamoto ya michezo, kwa sababu ni mimi ndio mwana michezo, hata u anaweza akaona nalalamika na, lakini uhalisia ni huo kwamba uwanja eh, anaotaka tuukarabati ni mali ya, ya, ya, ya shule. Kwa hiyo huku kwetu lazima tufate utaratibu. Tukisema tu tutaforsi moja kwa moja bila wananchi kuwashirikisha kwenye mkutano wa hadhara wa kisheria. Ah, sisi sisi hatusemi wananchi wasishirikishwe. Swali langu ni kwamba kinachotakiwa sasa hivi ni ni mkutano mkutano wa wa kijiji kijiji kama nimekuelewa. Mkuu. Kinachosubiri huo mkutano wa kijiji kuitwa ni nini? Asante, Mheshimiwa Waziri. Tukiwa kwenye mchakato wa kuita mkutano wa kijiji, kijiji, kijiji tulipata changamoto ya ofisi yetu. Kwa hiyo akili dogo zote kwa ajili ya ukarabati wa ofisi na bahati nzuri tunamalizia na tunaitisha mkutano wa ah, mkutano. Ah, unahitaji watu wa. mkut naotaafsi marekebisho ya ofisi yataendelea kwa sababu mkutano si ni watu. Ndani ya wiki moja mkutano ufanyike na mimi nipate report. Nini kimeamuliwa, ili swali endelee mbele. Sawa, jamani. Mheshimiwa Mkola unataka kuzungumza kidogo. E, nataka nataka nikuahidi kwamba Madam Adam amefunguka e. sasa. E, nikuahidi ndani ya wiki inayofuata. Sawa. Mkutano. sawa. Tutasimamia huo mkutano ufanyike. Nataka wewe unanifahamu, niletee mrejesho ofisini wiki ijayo. Eh, asante, asante. Na kwa usifikiri kwamba nitazungumza. Nitafuatilia kwa sababu anayekwamisha maendeleo ya vijana anatakiwa kwenye kwa maisha yake pia. Kwa sababu ukikwamisha mambo mengine, na wewe tunakukwamisha pia, kwa sababu Mheshimiwa Rais hataki kusikia maswala ambayo yanahusu vijana yana kelele kelele. Yanayoweza kushughulikiwa sasa hivi, asingoje kesho. Kwa Mheshimiwa mkuu wa Naomba ruhusa kama tulivyokubaliana, tutalifuatilia kama kuna changamoto yoyote. Mheshimiwa mkuu mkoa yuko hapa, anapatikana, alishughulikiwe mambo yaweze kuendelea vizuri. Tuko vizuri jamani, kwa hiyo nafikiri imekaa sawa sawa.